Kubwa zaidi kutoka manispaa ya Bukoba. Siku ya jana, kamati ya maendeleo ya kata ya Bakoba ikiongozwa na mheshimiwa diwani eh, Shabani, Shabani Rashidi, Rashidi uh. eh, kwa kushirikiana na viongozi wa dini ambao yeah. wako kwenye eneo lake lakini pia eh, wazee okay. ambao wanapatikana katika kata ya Bakoba jana walipata nafasi ya kutembelea mradi wa ujenzi E, wa bandari ya Bukoba ambao yeah. mradi umeanza takriban miaka miwili iliyopita mitatu mwaka 2023 2 na mradi ambao unagharimu takriban, ni mradi ambao unagharimu takriban bilioni 19.5 zimewekwa pale na serikali na jana walitembelea, walipata wasaa wa kutembelea na kujian, kujionea kitu ambacho kina kina kinaendelea. Mm. Ulikuwepo site jana. <clears throat> Ndio. kubwa ambacho umekiona pale ni kitu gani ambacho unaweza kutueleza? kwa kweli kikubwa nilichokiona mm -hmm. ni jinsi maendeleo ya mradi ulivyo mm -hmm. ni kuwaamini vijana wa Kitanzania. Mkandarasi wa ule mradi yeah, ni Mtanzania yeah. Nanga Maginga, Nanga Maginga. Amefanya kazi kubwa, na kwa asilimia alipofikia huenda yeah. mwezi wana akakamilisha. Kweli nilikuwa nafuatilia ni kwamba kuna maboresho ya gati mbili ambazo zinaboreshwa, lakini pia eh, kubwa ambacho nimekipenda ni kwamba wanajenga gati la kupakia na kupakua magari eh, roro Kitaalamu inaitwa roll, roll e, on roll off unaifahamu hivyo? Hapana e, na kingine ambacho nimekipenda kwamba jengo la abiria limeboreshwa e, abiria zaidi ya mia tatu, lakini pia kuna parking ya magari, maegesho ya magari ndiyo, ambayo imejengwa. Kwa hiyo ni unaweza ukaona kwamba e, ule e, bandari, taswira iliyokuwepo mwanzoni abadilika kuwa tofauti. Sasa tumsikilize e, e, mkandarasi e, Mnanga Maginga yeye ye, anatueleza jinsi eh, bandari itakavyokuwa yeah. Uh, inaonekana. Namnanka Maginga ni mwandishi wa bandari. Mradi wetu wa uboreshaji na upanuzi wa bandari ya Bukoba ni mradi wenye thamani ya shilingi bilioni 19.5 na utekelezaji tulianza tarehe 20 mwezi wa kwanza mwaka 2023, na tunatarajia utakamilika mwezi wa 4 mwaka 2025. Maboresho makubwa ambayo tumefanya katika bandari yetu ya Bukoba, kwanza kabisa ni ujenzi wa kizuizi cha upepo au, au kitaalam tunaita windbreaker, ambayo ni kwa ajili ya kukinga, kushusha na kupakia na kupakia mizigo kwa usalama bandari yetu. Lakini pia tumeboresha magati mawili katika bandari yetu ya Bukoba sambamba na kujenga gati jipya ambalo linaweza kushusha magari. Kitaalam tunaita rorobe, lakini pia tumejenga jengo jipya la abiria lenye uwezo wa kuchukua uh, abiria ya mia tatu na kumi na tatu. Lakini pia tumejenga maegesho ya magari mawili yenye uwezo wa kupaki magari kati ya sitini mpaka themanini kutegemea na aina ya magari atakaopaki wakati mmoja. Lakini pia tumechimba kwa maana ya kuongeza kina cha bandari ili kuweza kuruhusu meli uh, kubwa kuweza kuingia kwa usalama bandarini. Lakini pia tumeboresha uh, magati yetu kwa ajili ya boti zinazokwenda visiwani, tunajenga magati mawili lakini mwisho kabisa tumeboresha mfumo wa umeme pamoja na mifumo ya maji katika bandari yetu ya Bukoba. Mpaka sasa utekelezaji umefikia asilimia tisini na mbili na tunatarajia utakamilika mwezi wa nne mwaka 2025. Unajua miradi kama hii inavyokuwa kwenye e, eh, maeneo eh, lazima tunasema zile kazi ndogo ndogo ambazo hazihitaji sana utaalamu eh, kwa utaratibu na sera za serikali kwamba zinapaswa kufanya na wenyeji wa eneo lile. Mm. Kwa bandari ya Bukoba ikoje? Uh, kwa bandari ya Bukoba naweza nikasema ni mshukuru mheshimiwa Shabani pamoja na watumishi wa halmashauri. mm -hmm. Kwa kweli kwa asilimia kubwa vijana niliowaona pale ni vijana wa kazi wa kata ya Bakoba pamoja na maeneo mengine jirani okay. Ndio wanasaidia zile kazi, wapo wengi wa kutosha, hilo limezingatiwa okay. Ndio tumsikize mheshimiwa diwani Shabani naye anazungumza na, na kile ambacho wao kama kata wana wameamua kujiongeza ukifanya. Baada ya serikali kuleta fursa hii ya ujenzi wa bandari ya Bukoba, leo tumeamua sisi kama viongozi wa kata, mimi pamoja na kamati yangu ya maendeleo ya kata Bakoba, kualika viongozi wa dini wanaopatikana ndani ya kata yetu, kualika wazee wetu kwa uwakilishi wao, lakini pia na viongozi wetu wa chama ambao ndio wasimamizi wa ilani, tumefika hapa bandarini kuona maendeleo ya utekelezaji wa mradi huu mkubwa, ambapo serikali yetu chini ya Mheshimiwa Rais imeleta hapa bandari ya Bukoba bilioni 19.5. Kwa nini tumeona e, tuwalete ndugu zetu hawa makundi haya niliyo yataja? E, tunasherekea miaka minne ya Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan ambaye katika miaka minne hii amefanya kazi kubwa sana katika nchi yetu, na tumeona katika maeneo tofauti namna ambavyo wanasherehekea miaka hii minne kwa kusemea mambo makubwa yaliyofanyika ndani ya nchi yetu, na sisi Bakoba tumeona tunalo la kujivunia ambalo ni mradi mkubwa unaotekelezwa ndani ya kata yetu Bakoba ambapo maboresho haya ya bandari kwa ajili ya mapokezi ya meli kubwa na ya kisasa kabisa, MV Mwanza. Hapa kazi tu. Sasa e, tumeona makundi haya ya wazee na viongozi wa dini wafike hapa wajionee kwa macho yao, ili sasa wanapokwenda kuzungumza na wananchi wengine waone kazi kubwa inayoendelea hapa waone kazi kubwa inayofanyika hapa waone kazi nzuri ambayo mheshimiwa rais wetu ameifanya katika nchi yetu katika mkoa wetu, lakini kipekee ndani ya kata yetu. Lakini sasa, kupitia manispaa yetu, na sisi tumeamua kujiongeza katika kuongeza vyanzo vipya vya mapato, tunakwenda kujenga soko la dagaa ambayo itakuwa nafahamika kama soko la dagaa litakalopatikana nje tu ya bandari, kwa maana moja pia kuunga mkono kupendezesha mazingira ya nje, lakini pili kutoa fursa kwa wafanyabiashara wanaofanya shughuli zao katika maeneo hayo, ili liwepo soko la uhakika kabisa ambalo watakuwa wakifanya biashara wakiuza e, bidhaa zao za dagaa pamoja na jamii za samaki na bidhaa nyingine zote. Kwa hiyo na sisi kama halmashauri hilo tumejiandaa, e, kwa hilo na muda wowote mpango umeiva tayari, fedha zimeshapatikana, muda wowote kazi itaanza hapa. Hii ni sehemu ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020. Kwa hiyo na sasa unajua ni mwaka wa uchaguzi. Tunawatathmini kwa kile walichokiahidi kwa wananchi mwaka 2020 na, na kile ambacho tunakiona. Ndio, unaungana un, na wale wanaosema ameupiga mwingi Mama Samia. Kwa kweli mama ameupiga mwingi <laughs> Kwenye hili la bandari. Kwenye hili la bandari kwa macho yangu ameupiga mwingi. Pigea pamoja mwingi. Na Kemondo kule ambapo meli zilikuwa zinafika Kemondo yes, hey, hey. Kwa taarifa zilizopo ni kwamba mradi umekamilika asilimia mia moja bandari ya Kemondo. Kutu, hey. Kwenye hili la bandari kwa ukanda wa Bukoba tunaweza tukasema mama kaupiga mwingi, piga mwingi. Hey. Na kizuri nilichokipenda kwenye bandari ya Bukoba ni kwamba eh, boti zinazokwenda visiwani sasa, na zenyewe zina gati lake, zinajengewa gati. Kwa hiyo wale wanaoenda visiwani huko, kaona wenyewe watakuwa na njia zao. Kuna wananchi walikuwa nasumbuka, wale waliokuwa anaelekea sasa kisiwa cha Msira hawakuwa mm. Na sehemu ya okay, kupandia ilikuwa ni changamoto okay. Kwa hivyo ni fursa tayari, hizo ndo zilizobamba katika manispaa ya Bukoba, kubwa zaidi ni hiyo la uh, kamati ya maendeleo ya kata ya Bakoba kwa kushirikiana ikiongozwa na Mheshimiwa Diwani Shabani Rashidi na viongozi wa dini na wazee wa kata ya Bukoba kutembelea na kujionea maendeleo ya mradi wa bandari ya Bukoba ambao unatekelezwa kwa kiasi cha shilingi bilioni 19.5. mradi ulianza mwaka 2023 na kwa maelezo ya mkandarasi, mwaka 2025 mwezi wa nne mradi utakuwa unakamilika.